Mawimbi ya bahari ni mchakato wa asili unaotokea katika bahari na maziwa ambapo kiwango cha maji kinabadilika kwa muda fulani. Hii ni kutokana na nguvu za mvutano kutoka kwa mwezi na jua. Mwezi una nguvu kubwa zaidi ya kuvuta maji kwenye uso wa bahari kuliko jua, ingawa jua lina uzito mkubwa zaidi. Hii inasababisha sehemu za bahari kuwa juu ya kilele au chini ya bonde kulingana na mahali ambapo mwezi au jua linapoonekana angani. Wakati mwezi, jua na dunia vinapokuwa katika mstari mmoja, kama ilivyo wakati wa mwezi mpya au mwezi kamili, mawimbi huwa makubwa zaidi. Mawimbi haya yanaweza kuathiri mazingira ya pwani, maisha ya baharini na shughuli za binadamu. Imeandaliwa na Deogratias Maro na msimuliaji ni Salma Mzungu.